Siku ya Jumatano, Wizara ya Uchukuzi ya Malaysia ilisema kwamba kampuni binafsi itaanza tena utafutaji wa kina baharini wa ndege ya Malaysia Airlines Flight 370 mwishoni mwa mwezi huu, zaidi ya muongo mmoja tangu ndege hiyo itoweke bila kuacha alama yoyote. Utafutaji huu utafanywa na kampuni ya roboti za majini yenye makao Texas Ocean Infinity ambayo ilisaini mkataba mpya wa hakuna ikikosekana, hakuna malipo na serikali ya Malaysia mwezi Machi. Haijulikani ikiwa kampuni hiyo ina ushahidi mpya wa eneo la ndege. Mkurugenzi wa Ocean Infinity Oliver Punket aliripotiwa akisema mwaka jana kuwa kampuni imeboresha teknolojia yake tangu mwaka 2018 ilipofanya utafutaji wake wa kwanza chini ya bahari chini ya mkataba kama huo, lakini haikupata chochote. Plunkett amesema kampuni inafanya kazi na wataalamu wengi kuchambua data na imepunguza eneo la utafutaji hadi sehemu yenye uwezekano mkubwa zaidi. Mapema mwaka huu, kampuni hiyo ilianza upya utafutaji wa chini ya bahari katika eneo jipya la kilomita za mraba 1015 katika bahari ya Hindi baada ya serikali ya Malaysia kutoa kibali, lakini utafutaji ulisitishwa April kutokana na hali mbaya ya hewa. Ocean Infinity italipwa dola milioni sabini tu ikiwa mabaki ya ndege yatapatikana. Ndege ya Boeing 777 ilitoweka kwenye rada muda mfupi baada ya kupaa Machi 8 mwaka 2014 ikiwa na watu 239, wengi wao raia wa China kwenye safari kutoka mji mkuu wa Malaysia Kuala Lumpur kwenda Beijing. za satellite zilionyesha kuwa ndege iligeuka kutoka njia yake na kuelekea kusini hadi sehemu ya mbali ya bahari ya Hindi ya kusini ambako inaaminika ilianguka. Utafutaji wa gharama kubwa ulioshirikisha mataifa mbalimbali mbali au kuzaa matunda ingawa vipande vya mabaki vilipeperushwa na mawimbi na kutoka kwenye pwani ya Afrika Mashariki na visiwa vya bahari ya Hindi. Mbali na vipande hivyo vidogo, hakuna miili wala mabaki makubwa ya ndege yaliyowahi kupatikana. Wizara ya uchukuzi ya Malaysia ilisema katika taarifa fupi Jumatano kwamba Ocean Infinity itafanya utafutaji mara kwa mara kuanzia Disemba 30 kwa jumla ya siku 55 katika maeneo mahususi yenye uwezekano mkubwa wa kuipata ndege hiyo. Huko Beijing, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Li Jian alisema, tunathamini juhudi zilizofanywa na upande wa Malaysia.